Mkuu wa Mkoa wa Singida Halima Dendego amewahakikishia usalama wa kutosha watumishi wote waliokuja kushiriki maadhimisho ya Siku Kuu ya Wafanyakazi, Meimosi, inayotarajiwa kufanyika mkoani humo kitaifa. Kuelekea kilele cha Meimosi hapa mkoani Singida, michezo mbalimbali imeendelea kufanyika katika viwanja mbalimbali ambavyo vimeteuliwa kufanyika kwa michezo hiyo. Hapa ni katika kiwanja cha Shule ya Sekondari Mwenge ambapo mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego anafika hapa kujionea namna mashindano hayo yanavyoendelea, na hapa akatoa hofu washiriki na wageni wote kuhusu usalama wao. Ninachofarijika kuona kwamba ndugu zetu kutoka mikoa yote wako hapa na wanaendelea kucheza kwa furaha, na mara zote kila asubuhi ninapopokea taarifa walivyoamka, wameamka vizuri na hakuna changamoto kubwa ambayo inawafanya wa waishi kwa wasiwasi. Lakini sisi kama mkoa, kwa kutambua ugeni huu ni mkubwa, tumeendelea kuhakikisha kwamba wageni wetu wenyewe na mali zao wanaendelea kuwa salama katika kipindi chote. Kwa hiyo sisi kama wanasingida tunaendelea kufarijika na tunasema tunashukuru sana serikali. Dendego pia akaeleza faida ya maadhimisho hayo kufanyika mkoani Singida. Tuletea maadhimisho haya sisi kwetu imetufungua sana, imetufungua kibiashara, lakini inatutangaza kama Singida, lakini inatupa uh, mawazo mapya kutokana na watu, mnapokaa wawili watatu mnabadilishana mawazo, unapata mawazo mapya. Lakini kubwa ni tayari kila Mwanasingida, mamalishe, msafiri, msafirishaji, bodaboda, bajaji, mwenye nyumba za kulala wageni, kila mmoja bidhaa mbalimbali anauza. Kwa hiyo hili ni soko ambalo limekuja likiwa tayari na sisi tunalitumikia vizuri kama fursa yetu. Baadhi ya viongozi wa kamati ya mashindano Mei Mosi wakaishukuru serikali na mkoa wa Singida kwa maandalizi. Tunaendelea kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hasani, kwa kutupa fursa hii na kupitia Mheshimiwa Raisi, kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu, Mheshimiwa Halima Dendego kwa kutupa ushirikiano mzuri kama mkoa. Kwa kweli tunaendelea kushukuru huduma za afya usalama mpaka sasa hivi, kwa kweli watumishi wako wakifanya michezo kwa amani, usalama uko kwa hali ya juu. Tangu nimewasili mkoa wa Singida binafsi, hali ya hewa ni nzuri sana, tukutana na hali ya hewa nzuri so unaona mwenyewe mpaka sasa hivi, mchana tunacheza na mimi mwenyewe nimevaa jacket, si tu la michezo, lakini hali ya hewa inaruhusu kuvaa jacket. Watu kutoka katika kiwanja hiki cha shule ya sekondari Mwenge rafur kinala